Mambo mawili kwanza, tumaini la dunia kwa sasa ni Afrika, tumaini la dunia kwa sasa, kujua kwamba mtu anayejifahamu kwamba mimi ni mwanaume au mimi ni mwanamke, hilo tumaini la dunia liko Afrika. Lakini maadili na utu wa mtu na ubinadamu, tumaini la dunia liko Afrika. Kuna moja ya hotuba aliyotoa Papa akasema, kwa sasa tumaini la dunia liko Afrika, lakini pia tumaini la Afrika liko Tanzania. Tumaini la Afrika liko Tanzania. Tanzania ndio tumaini la Afrika. Nilipofika hapa tu niliona namna ambavyo ndugu zetu wa studio walikuwa wanatusaidia kutuonyesha picha za kina Samora Machel, Mwalimu Nyerere. Kwa neema ya Mungu na kwa busara Mungu aliyomjalia mzee wetu muasisi wa taifa letu, alisema statement hii akasema, Tanzania haiwezi kuwa nchi huru kama Afrika yote sio huru. Na mmeona hapa, tangu mmeingia kwenye ukumbi, picha zilizokuwa zinapita hapa, wamelelewa hapa kina Nelson Mandela, wamelelewa hapa, wapigania uhuru wa Afrika, na wameonyesha na ninashukuru sana wale ambao mmeonyesha, na mheshimiwa katibu, katibu wa wizara hizi habari za wapigania uhuru wa Afrika na namna walivyo struggle na wengine walimwaga damu. Kizazi cha sasa hivi, ni moja ya maadili, hizi picha na hizi habari na historia zao zinaweza zikatusaidia, hata wale vijana tunapoingia kwenye siasa tuone kwamba kuna watu walimwaga damu, sio unapiga kelele tu, kuna watu walimwaga damu, kuna watu walitoa uhai na hili linaweza likakusababisha ukaheshimu Unaweza ukafikiri kama unataka kuleta mapinduzi makubwa sana, lakini kuna watu waliofanya kazi kubwa sana, na hawa watu walilelewa hapa Tanzania. Tanzania ndio mahali palikuwa pana vyuo vya siasa vya kusaidia uongozi na siasa bora Afrika nzima. Tanzania ndiko ambako tumelelea watu waliokwenda kuleta uhuru katika nchi zao. Kwa hiyo tumaini la Tanzania kwenye masuala, tumaini la, la Afrika kwenye masuala ya uongozi, demokrasia uwezo wa kisiasa na uwezo wa kuongoza katika bara la Afrika ni Tanzania. Lakini Tanzania kwa sababu ya maadili tulionayo, na katika Afrika nzima mahali ambako pana amani ambayo tunasema ni amani ya mfano ni Tanzania. Hii inatokana na maadili ambayo tuna, tumeweza kuya maintain. Lakini pia katika kuhakikisha kwamba tunaendelea na hii amani, lazima tuangalie maadili yetu, na namaliza kwa kusema Tanzania ndiko mwanadamu wa kwanza kihistoria. Ukienda kugugo, dunia nzima ukitaka kwenda mahali ambako binadamu wa kwanza aliishi ni Tanzania. Jamani, si ndio? Olduvai, mahali ambako tunakwenda tuna historia, mahali ambako ustaarabu wa binadamu duniani ulianzia ni Tanzania. Ah, tungejipigia makofi basi. Unajua kupenda, hey, ninyi ndio watu wa utamaduni ninyi ndio watu wa utamaduni. Hii ni nchi ambayo Mungu ameiheshimu, kama mwanadamu wa kwanza aliishi hapa Tanzania, ni lazima tutumie nguvu kubwa, Mheshimiwa Katibu Mkuu, katika kupigana vita hii na kuhakikisha kwamba tunashinda. Na kimsingi ukitaka kujua Tanzania ndio mahali binadamu wa kwanza aliishi, hakuna nchi duniani. Mheshimiwa Mahiza, Mheshimiwa Katibu Mkuu, na ninyi waheshimiwa mlioko hapo, mmesafiri nchi mbalimbali Hakuna nchi duniani ambayo binadamu wote wanaweza wakala chakula na wakainjoi zaidi ya Tanzania. Ukienda China utajiuliza ule nini? Ukienda India utajiuliza utakula kulaje? Wale ambao tumesafiri, ukienda Marekani halikadhalika, ukienda Uingereza, ukienda Israeli, huko ambako tunaambiwa kuna asali na maziwa, ukienda Israeli nako unajiuliza utakula nini? Lakini waje wa Israeli, waje wa China, waje wa Arabu, waje wa Hindi, waje wa makabila yote dunia nzima, wakifika Tanzania watakula kizambu, watakula chapati, watakula ugali, watakula vyakula vyetu. Ni vyakula vizuri na ni vyakula vyenye testi.